Nikiwa kama MNEC wa kundi la umoja wa vijana Tanzania, niko mbele yenu waandishi wa habari kuleta salamu za pongezi kwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hotuba nzuri ambayo alilihutubia bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania siku ya jana, siku ya tarehe 14 mwezi huu wa 11, 2025. Kwa sisi ambao tumebahatika kuisikiliza hotuba hii, na bahati nzuri, na mimi vile vile ni mbunge ninayewakilisha wananchi wa jimbo la Malindi. Kwa maana hiyo, nilikuwa shuhuda wa kuisikiliza hotuba hiyo ya Mheshimiwa Rais. Hotuba ile ilikuwa imebeba upendo mkubwa sana kwa vijana na wananchi wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, mnafahamu ndani ya taifa letu zaidi ya asilimia sitini ya wananchi wote ni vijana. Mheshimiwa Rais amehakikisha kwamba anakwenda kuweka vipaumbele kwenye sera na program zitakazofafanua nafasi za kiuchumi kwa vijana zitakazotengeneza kazi na ajira ili kujenga kesho iliyo bora kwa vijana wa Kitanzania na katika hili Mheshimiwa Rais amehakikisha anaenda kuweka kipa-, eh, kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yanayowagusa vijana moja kwa moja. Kwa hiyo hii ni nia njema ya Mheshimiwa Rais na ni nia njema nadhani pia mnaona kwa Chama Cha Mapinduzi. Kwa hiyo hawa ambao ni baadhi ya wanasiasa wa vyama vingine wasiotaka maridhiano, sisi tungewaomba kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima kubwa. E, wawe na nia ya kizalendo kwanza, waweke taifa kwanza, hivi vyama vya kisiasa vije baadaye, kwa sababu Tanzania yetu ni moja. Tukiamua kuendeleza misuguano hii haitakuwa na tija kwa mtu yoyote, maana ukienda kokote utaenda kama mkimbizi tu.